Uh, Nuru ya Maisha, pumzi iletayo afya njema. Uh, leo ni siku ya Jumatano, unamshukuru Mungu wa kutupa pumzi na kutupigia kura na kuweza kuona siku ya leo aeo. Uh, breakfast yangu mimi hapa ni kuna cabbage, marage na tikiti na tikiti, tikiti na tuzingatie, linatakiwa likatwe hivi, hii nyeupe ule sio, unaacha napotea, kuna vitamini ambavyo vipo kwenye hii nyeupe. uh, hapo naponiona kwamba nimepiga protini cha kwanza. Kwa nini leo nimekula protini? Leo mvua imenyesha sijaingia kwenye mazoezi ah, niko na fanya, fanya usafi na kuandaa mambo yangu ya presentation, kwa hiyo najikuta tuanza nile hiki ambacho kitakuwa ni kizuri kwa ajili ya afya yangu. Kwa hiyo tujitahidi, wewe ujitahidi unapoona kwamba kuna mambo ambayo unaweza kama, uko unafanya mazoezi au unafanya nini, kwa hiyo cha msingi nikuzi, nikuzi, ni kuzingatia kuzingatia unachokiingiza ni kipi ili upate muda wa kuweza kukitoa kile ambacho naweza kukitoa. Karibu Nuru ya Maisha, pumzi iletayo afya njema.